Kandarasi ambaye amepewa e, ujenzi wa jengo hili ni shirika letu tunaita shirika ni Corporation, Corporation Sole lilipo chini ya wizara ya ujenzi. Wamechelewesha e, ujenzi wa jengo hili kwa kipindi cha mwaka mzima. Kwa hiyo leo tumekubaliana, baada ya kuzunguka, tumegundua kwamba e, maeneo mengi tayari yamekwisha kamilika na ujenzi uko asilimia 80 kwa mujibu wa mkandarasi na tume, tumejionea e, wakati wa ukaguzi. Kwa hiyo tumekubaliana kwamba kwa kuwa jengo hili lipaswa likabidhiwe mwaka 2023 na, na sasa ni mwaka 2025, e, mkandarasi ambaye ni shirika hili lililopo chini ya wizara ya ujenzi leo tumekubaliana kwamba kutakuwa na nyongeza ya muda, Katibu Mkuu. Kwa hiyo tunawapa mpaka mwezi wa tano huu, mwezi wa ngapi, Katibu Mkuu? Mwezi wa tatu, miezi miwili, hakikisheni jengo limekamilika na mnamkabidhi Katibu Mkuu jengo likiwa limekamilika. Kwa hiyo tumewapa maelekezo kwamba tutakapoondoka hapa wakae wajipange kazi zifanywe usiku na mchana kwa sehemu kazi ambayo imebaki, kwa sababu matiri yote yako hapa saiti. Kwa hiyo tunawataka e, mkandarasi pamoja na msimamizi, msimamizi mshauri e, kufanya kazi usiku na mchana kuasimamia bwana masaa 24 wafunge taa wafanye kazi usiku na mchana, ili kusudi mwezi wa tano jengo hili likamilike. Hakuna sababu ni kwa nini jengo hili limechelewa, kwa sababu majengo mengine yamekwisha kamilika na ofisi nyingine zimekishaanza kuyatumia majengo yao. Kwa hiyo mwezi wa tano jengo hili liwe limekamilika. Lime kwa, kwa, namna ambayo tumekagua, yako mambo tuliyokubaliana kwamba lazima mkafanye maboresho. E, zipo ofisi ambazo zinahitaji kuongezewa uimara zaidi. Hizo tumekubaliana na marekebisho hayo yaanze mara moja. Maramoja, mwezi wa tano mtakabidhi jengo, sisi tarehe moja mwezi wa sita tutaingia kwenye, tuta kwenye jengo hili. Maana yake mkikamilisha tutaingiza furniture mwezi wa tano mpaka tarehe ishirini na tisa mwezi wa tano, tarehe moja watumishi wataingia kwenye jengo hili mwezi wa sita. Kwa hiyo hakutakuwa na nyongeza ya muda tumekubaliana mtazungumza na waziri wenu ili wajue kwamba mmetupa changamoto hapa, kwa sababu haiwezekani mkataba mwaka mzima, nyongeza ya mwaka mzima. Kama jengo lilikuwa linakabidhiwa 2023, hii ni 2025 hamjakabidhi jengo. Maana kwenu kuna uzembe, ninyi watendaji, sio wizarani, ninyi watendaji kwenye shirika hii kuna uzembe. Sasa kama kuna kulegalega, ongezeni jitihada, mfanye kazi masaa 24, wafunge taa. Katibu Mkuu na unapita kufuatilia, unapita kufuatilia pamoja na, na wasaidizi wako Mainjinia, hakikisheni mnapita maelekezo yangu. Haya ni miezi miwili tu, hatutaongeza muda. Nadhani tumeelewana vizuri. Tumepokea maelekezo ya mheshimiwa waziri ofisi ya rais TAMISEMI na sisi kama wakandarasi tumepokea na tunaahidi tuyafanyia kazi haraka iwezekanavyo, na tunasema kwa kauli moja kwamba Juni festi ishirini ishirini na tano jengo litakuwa limekamilika na tayari kwa matumizi.